Sana mpenzi wa media, ambayo kipindiewani leo ni afya ya akili na mimi ni Bonifasi Boni. Leo niko sehemu ya tofauti sana, na si sehemu nyingine, ni chuo kikuu cha Ilinda sehemu husika basi ni pakati au ah, tunaweza tukasema facility ya saikolojia, ambapo wenyewe wanasema hapa ndipo kila kitu kinazaliana na masuala mazima inima, usika, ya saikolojia. Nyuma yangu hiki ni kitivo cha kikuu cha Linda, eneo husika ni sehemu ya saikolojia au ah, afya ya akili, na hapa unapoona ni facility au ah, laboratory ambapo vitu basi tutendane tunajue nini hapa kinaendelea, na nyuma ya kamera ni mtaalamu. Sawa, uko na mimi Boniface Boni ambaye bado tupo kwenye afya ya akili, kipindi ambacho kina mwendelezo kwa kila siku na kila nyakati, tukiendelea tu kukujulisha nini maana ya akili na ujue vitu ambavyo vinafanya mwanadamu aendelee kuwa na akili timamu. Usiulize niko wapi leo, niko katika maabara ya Chuo Kikuu cha Iringa kwenye masuala ya saikolojia. Hili hapa ni kabati ambalo limebeba vifaa ambavyo wa sa saikolojia katika Chuo Kikuu cha Iringa huwa wanatumia katika nyakati za ushauri. Sitakuwepo peke yangu, nitakuwepo na bwana. Kwa kwa majina naitwa Daniel Joseph Lume, kama tulivyoongea hapo awali, mimi ni makamu wa rais wa club ya saikolojia Chuo Kikuu cha Iringa, na naomba nimkaribishe tena kwa ajili ya uh, kuweza kuendelea na kipindi chetu bwana Daniel. Asante sana na sisi tunashukuru, tumeshakuwa wenyeji katika hiki chumba, kwa hiyo sasa hata uoga hatuna tena. Bwana Daniel, leo tulikuwa tunatamani tujue kwa watu ambao wameangalia vipindi vyetu kwa nyakati ambazo zimeshapita, walikuwa wanatamani kujua je, ni sifa zipi ambazo mwanafunzi anaweza kuja kujiunga na chuo kikuu cha Iringa katika stashahada au shahada, au tunasema kuanzia level ya certificate, diploma degree pamoja na masters katika chuo kikuu cha Iringa, zipi sifa? Je, ni wanafunzi walosoma masomo ya sayansi peke yao au masomo yote, na zipi sifa nyingine ambazo nyie kama kitivo mnakuepo nazo ndani na sheria na kanuni zenu pia? Sawa, kwanza kabisa ningependa kuanza kuongelea masuala ya mtu ambaye anatakiwa kuja kusoma saikoloji katika chuo kikuu cha Iringa. Kabla sijaenda huko, naomba niwafahamisha kwamba tunakuwa na wataalamu wa afya ya saikolojia, lakini kuna aina mbili ambao, ambao tuko na kwenye kwenye mazingira yetu, uh, kwenye mazingira yetu ya Tanzania tuko na wale, wale, wale wa saikolojia ambao hawajapitia elimu ya saikolojia, lakini pia tuna wana saikolojia ambao wamepitia elimu ya saikolojia nikiwa na maana gani? Unaweza ukaenda uka, uka kwa mtu mtaani akakupa ushauri vizuri na jambo lako likafanikiwa lakini utofauti unakuja kwa yule aliyepata mafunzo ni kwamba yeye anaweza akakushauri kwa akakusha uri, kutumia kwa, kwa, kwa kupitia hatua moja moja ambayo itakuja ingia wewe ufahamu zaidi uwa hata wakati mwingine wa kuweza mwenyewe kutatua changamoto zako peke yako. Kwa hiyo, sifa ambayo uh, inamtofautisha mtaalamu wa saikolojia ambaye amesomea na wale wengine ni kwamba yeye anakuwa na so mafunzo na elimu juu ya swala zima la saikolojia na afya ya akili. Kwa hiyo tunapoongelea vigezo vya mtu ambaye anataka kuja kusoma somo la, la, la, kozi ya counseling psychology katika chuo kikuu cha Iringa, kwanza kabisa ni wafahamishe, tuna watu ambao wanasomea certificate in counseling psychology, tuna watu wanasomea diploma in counseling psychology, lakini pia tuna uh, bachelor in counseling psychology na mwisho tuna masters in counseling psychology. Kwa hiyo uh, vigezo vya mtu ambaye kufika vinatofautiana kulingana na level ambayo amekuja kujitolea katika chuo cha elimu. Tukianza na wale ambao wanaingia certificate uh, mara nyingi huwa tuna, tunaangalia ile masomo ya social science. Uh, unakuta kuna masomo ile ambayo unakuta, unakuta mboya mboya yako yako mara nyingi kwenye kwenye kwenye, kwenye mtaala wa elimu sasa kwa mpaka form 4 ambayo yale ni lazima kwa mfano biology ile form 2 na anakuwa iko nayo kwenye kwenye swala zima na... la ufaulu lakini tuje kwenye upande wa upande wa wale ambao wanaingia uh, kupitia level ya diploma ni aidha amechukua uh, certificate kwenye maswala kama hayo lakini pia anaweza nikawa amemaliza ame form six, lakini hajapata vile vigezo vya kuweza kwenda moja kwa moja uh, kuendelea na level ya bachelor kwa hiyo anaweza akatumia uh, kuingia kupitia diploma lakini ma, wa mimi wa pili kutoka mwisho ni bachelor ambao kama unakuwa ume una ufaulu wa wastani, ambao tunasema ni ufaulu ambao na angalau di mbili katika ile masomo tajwa, ambayo tukayo katika kozi tajwa ambayo tukuwa umesomea. Mfano, kuna unasoma PCB kuna unasoma CBG kuna unasoma kozi ambazo zina zina tunasema zina zina interrelation na masuala mzima ya afya au psychology au moja kwa moja masomo ambayo yanahusu yanahusu baiolojia na mwenendo wa binadamu kwa hiyo tukiachana na hiyo yule anachukua masters mbili ambaye anakuwa amehitimu am am uh, bachelor yake na awe na ufaulu angalau ile kile wanasema ni mbili point saba, GPA ili uweze so kusomea masters yako. Bwana, hayo yote tumeyasikia kutokea kwa rahisi wa saikolojia katika kitivo hiki cha saikolojia, kama sikosei, hiki ni kitivo ndio tunaposema kitivo mara na, kwanza ilikuwa ni kitivo lakini sasa hivi ni department ambayo iko chini ya kitivo cha tunasema faculty faculty of arts and, uh, I mean, uh, faculty of arts arts science and mean education. Kwa hiyo ndio tuko chini ya kitivo hicho ambapo department yetu ni department ya psychology. Mpenzi mtazamaji, kwanza kabisa nikupitisha ujue hiki kitu kinachoitwa fakati. Kwenye chuo kikuu cha Iringa kuna fakati tofauti tofauti, kwani nilivyopita na nikapewa maelekezo, fakati ya kwanza kabisa ni fasi, fakati ya pili ni fase, fakati ya tatu inaitwa fabeki na zipo nyingi, lakini fase fasi inahusika zaidi na masuala ya elimu. Kwa hiyo, bila shaka saikolojia ni elimu ya kila siku na mimi nimepanga kuja kukuhabarisha na kuelimisha juu ya swala zima la saikolojia leo kuwa free. Mheshimiwa Daniel utuambie kitu chochote wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa leo huwe free kuambia wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa kukaribia hapa na kupata elimu zote katika eneo hili na waweke wazi nini ambacho kinaendelea humu zaidi labda wajue tupo ndani ya laboratori kwa Kiswahili tunasema ni maabara kwao. Tujue hizi maabara zimegawanyika sehemu ngapi, na je, watu watakapokuja watapata elimu kwa kiasi gani? Sawa, so, kwanza kabisa nitoe wito kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, kwamba hii maabara ipo kwa ajili yao, sio kwa ajili ya wanafunzi tu ambao wanasomea saikolojia, lakini maabara hii ipo kwa ajili ya wanafunzi wote, wanakaribishwa. Unapokuwa na changamoto unapokuwa unaona hauko sawa, unapokuwa unaona kwamba una changamoto ambazo unazipitia na unahitaji kuzitatua, kuzi unaweza ukaja hapa. Lakini pia hata kama una changamoto, una tatizo, unaweza ukaja unasema, wanasemaga mtembea bure sio sana mkaabure. Unapofika hapa, unawezi kujua, utakutana na mtaalamu, atakushauri nini, atakuambia nini. Kwa hiyo, kwahio napenda una, una, una kuwakaribisha wote, wajisikia wote na wajisikia nyumbani. Lakini ukiachana tu na mambo ya saikolojia katika maabara hii tuko na dawati la jinsia. Kwa wale wote ambao wanapitia changamoto ya unyanyasaji wa kijinsia na vitu vyote ambavyo vinaenda kinyume na haki na sheria za binadamu, wanaruhusiwa kufika hapa kwa ajili ya kupata kupata mafunzo, lakini pia kupata elimu kuhusiana na masuala yote ya afya akili na saikolojia. Lakini hapa tulipo, kama nilivyoongea hapo awali, ni maabara I mean ni facility au maabara kwa ajili ya watoto kama tunapoona mazingira haya, tuna vitu vya kuchezea kwa ajili ya watoto. Kuna namna ambayo tunaweza tukavitumia vifaa hivi na vingine ambavyo viko upande wa pili kwa ajili ya kuweza ku, ku, kitaalamu tunasema, ku extract information kutoka kwa mtoto, kuchimba taarifa kutoka kwa mtoto kwa mfano hili, hili hili ni basi. Lakini unapokuwa na mtoto ambaye labda amefanyiwa ukatili wa kijinsia labda na dereva wake wa basi tunapokuwa tuna, tuko naye tunaweza kuna, tuna namna ambayo tunaweza tukatumia mtoto yule akatuonyesha, kupitia kupitia model hii ya gari, akatuonyesha kwamba alikuwa yuko wapi, wakati gani na tukio gani ilitokea ndani ya gari la shule. Huo ni mfano tu, kwa sababu tumeshasikia um, uh, kama kama sio miezi minne iliyopita nyuma, kuna tukio ambalo ilitokea na watoto watoto kutekwa na waka, nadhani kuna kuna kituo kinaitwa Hope FM alitangaza hiyo hiyo taarifa kwamba kuna watoto walitekwa na alikuwa ni skuli basi, alikuwa na mwalimu na alikuwa na dereva wao. Kwa watoto kama wale, kuchukua taarifa kutoka kwao unapopeleka labda polisi, kuna kutoa taarifa ni ngumu, lakini kwa kutumia ushirikiano wa wanasaikolojia, watoto wale wanaweza kutoa taarifa zote ambazo zilitokea kwa kupitia vitu ambavyo tuko navyo na elimu ambayo tunaweza tukaitumia kwa ajili ya kupata taarifa kusema maswala kama hayo. Kwahiyo maabara yetu imejitosheleza, ina vitu vya kutosha ina vitu vya vi kutosha kwa ajili ya kujifunzia, ina vitu vya kutosha kwa ajili ya kutoa elimu. Kwa hiyo nipende kuwakaribisha wanachuo wote Iringa, wa chuo kikuu cha Iringa waweze kufika katika maabara zetu kwa ajili ya kuweza kuweza kupata elimu tofauti tofauti kuhusiana na afya ya akili, lakini mbalimbali kuhusiana na mambo mbalimbali, kumsaidia mtoto akili yake kuweza kukua kwa haraka. Unaweza ukavuruga hivi aunganishe rangi za pamoja zije pamoja alafu wewe mwenyewe ukaweza kujua kwamba mtoto labda changamoto yake iko sehemu gani, au labda mtoto unakuta ana hofu na rangi ambazo zinaonyesha hofu, ambapo hata nyingine sangine akiziona zinakuwa zina zina. Hayo ndio yaliyo mahojiano baina ya mimi Boniface pamoja na mtaalamu <tosimu> wa afya ya akili bwana Daniel, na eneo ilikuwa ni Sigali, ilikuwa ni chuo kikuu na eneo kinajiereza basi, hapa ndipo makao makuu au enero ambayo wenyewe for psychology hapa ndipo mahabara na kila kitu kuhusiana na sykolojia kinapopatikana.